pata uzoefu wa kumruhusu Roho Mtakatifu kuongoza hatua zetu na tulijifunza kupata uzoefu wa kumruhusu Roho Mtakatifu kuichunguza mioyo yetu. Tukajifunza katika hatua uh, ya upii, tukajifunza katika hatua ya ubatizo wa Roho Mtakatifu unavyoweza kubadilisha uh, mioyo yetu kwa kutupatia muda wa kujichunguza kupitia Roho Mtakatifu. Tukajifunza masomo kadhaa ambayo yalituelekeza kwamba ubatizo wa Roho Mtakatifu unafanya hatua ya kwanza ya kutufanya tumfuata Kristo, na baada ya kufuata Kristo tunapokea ubatizo wa Roho Mtakatifu, na tunapokea ubatizo wa Roho Mtakatifu, Tuna, uh, tunachukua hatua nyingine sasa ya ku amua kusikiliza na kupata faida ya yale ambayo Roho Mtakatifu anayaleta kwetu. Lakini tukajifunza ya kwamba ubatizo wa Roho Mtakatifu unamleta Yesu katika maisha yetu. Tukajifunza ubatizo wa Roho Mtakatifu unamruhusu Roho Mtakatifu kuiandika sheria ya Mungu kwenye mioyo yetu, na Roho Mtakatifu huandika sheria kwenye mioyo yetu kupitia mwitikio wetu kwa sauti yake na tukajifunza Roho Mtakatifu pamoja na utii, na pale tunapokosa utii, Roho Mtakatifu hutukumbusha, na tunapokumbushwa, tunarudi katika kutubu na Kristo anaonyesha utii ndani yetu. Tukajifunza ya kwamba Roho Mtakatifu tunapomhuzunisha, hutoka kwenye mioyo yetu na hivyo tulipata nafasi ya kujichunguza ni maeneo gani kwenye maisha yetu tumemhuzunisha Roho Mtakatifu na kuyasalimisha tena mikononi mwa Bwana. Tulijifunza batizo la Roho Mtakatifu ni hatua ya mwanzo kabisa ya kupokea mvua ya masika inayotarajiwa kuimarisha uh, walio waliompokea Yesu. Mvua ya vuli sasa ni kwa ajili ya kuchipusha na kuotesha, na mvua ya masika itakuwa kwa ajili ya kukomaza. Na hivyo ikiwa hatujapokea mvua ya vuli kamwe, hatutaweza kupokea mvua ya masika, na tutashangaa tu kuona mambo yanayotokea, mabadiliko ya, ya kiroho tunayoyaona kwa watu wengine, lakini kwetu hayawezi kutokea kamwe, kwa sababu wakati huo sio wakati wa kuotesha tena, ni wakati wa kukomazwa kwa mavuno ya ujio wa Yesu. Kwa hiyo hatua ya sasa ni hatua ya muhimu sana, lakini jana tulimaliza kwa somo ambalo lilitukumbusha ya kwamba ubatizo wa Roho Mtakatifu unaambatana na maandalizi kwa ujio wa Yesu, na hivyo tuliondoka na kazi kubwa ya kwenda kufanya ya kwamba uh, Roho Mtakatifu sasa anaweka mhuri kwa watu wa Mungu kwa kuiandika sheria mioyoni mwao. Na anapoiandika sheria ya Mungu katika mioyo yetu na tunapoipokea na kuitii, na Kristo akaishi ndani yetu, basi tunatiwa mhuri kwa ajili ya kupokea mvua ya masika ambayo inatukomaza kwa uzima wa milele. Asubuhi, uh, ya leo tunaanza kupata uzoefu tukijifunza somo linalosema uh, Roho Mtakatifu pamoja na shauku ya maombi. Roho Mtakatifu na shauku ya maombi, au shauku ya maombi, inayotolewa na Roho Mtakatifu. Swali ambalo ningependa tuanze kujiuliza asubuhi ya leo, swali ambalo ningependa tujiulize asubuhi ya leo, na ningefurahi kuona tunashiriki kwa pamoja, huenda ukatuma uka, hata meseji kwenye chat, ni kwamba do you start to experience the desire of prayer? Tangu tumeanza masomo haya, you have started to feel that you have a desire to pray more than before Umeanza kuhisi unahitaji kuomba zaidi ya ulivyokuwa ukiomba awali. Ukiwa tayari unaanza kuhisi hivyo, uh, ukianza kuhisi kuomba zaidi, hiyo ni dalili ya kwamba ni ishara ya wazi ya utendaji wa Roho Mtakatifu katika maisha yetu, na hivyo Roho Mtakatifu anaanza uh, ku kuonyesha utendaji wake kwenye maisha yetu, na sasa ni sehemu yetu kuanza kupokea, ni sehemu yetu kuanza kupokea kupokea sauti hiyo ya Roho Mtakatifu. Na katika kitabu kile cha Zekaria sura ile ya kumi na mbili aya ile ya kumi, Zekaria sura ile ya kumi na mbili aya ile ya kumi, sikiliza maneno haya ambayo uh, Mungu anayasema kwetu leo akitukumbusha ya kwamba Roho Mtakatifu anafanya nini kwetu? Sasa na siku ya leo imejikita katika kudumisha shauku ya maombi kwanza, kuishi shauku ya maombi inayoletwa kwetu na Roho Mtakatifu. Nimebarikiwa uh, nime, nime, nime na maneno ya kitabu cha Zekaria sura ya kumi na mbili aya ya kumi, ahadi hii na utendaji huu, anasema nami nitawamwagia watu wa nyumba ya Daudi na wenyeji wa Yerusalemu roho ya neema na kuomba, nao watamtazama yeye ambaye walimchoma, nao watamwombolezea kama vile mtu na amwombolezea mwana wake. Unaweza ukaendelea kusoma hivyo, lakini nilipenda katika fungu hili aliposema kwamba atamwaga roho katika nyumba ya Daudi, roho ya neema na roho ya kuomba. Roho ya neema na roho ya kuomba, Mungu anamwaga katika maisha yetu roho ya kumtafuta uso kwa njia ya maombi. Na shauku hii ninaamini kabisa, uh, ipo tayari mioyoni mwetu kadiri ambavyo tumesikiliza masomo haya tangu mwanzo, na tunaposikia shauku hiyo, tuna uwezo wa kuipokea shauku hiyo au wakati mwingine tunaweza tukajikuta tumeipuuza shauku hiyo na kuendelea kuwa Wakristo tusioomba, lakini Wakristo tunaonekana kuwa active katika kazi za kanisa, lakini tusioomba. Au tunaweza kuipokea shauku hiyo na kuwa Wakristo tunaoomba. Hata hivyo, ikiwa tunataka kupokea uzoefu wa kina kabisa na Mungu aa, na utimilifu wa Kristo katika maisha yetu, ni lazima tujitoe kwa namna hii ya kuomba. Ni lazima tujitoe kwa hii shauku inayotuita kuomba, shauku inayokukumbusha kuomba. Ikiwa shauku inakukumbusha uh, kuweka ratiba maalum ya kuomba, shauku hiyo inapotengenezwa ndani yako, tunapaswa kuitikia katika mwitikio chanya wa kuhakikisha ya kwamba tunaifuata tuna, tuna sauti hiyo na kuitii shauku hiyo, ikiwa tunataka kuona nguvu za Mungu zikidhihirika katika maisha yetu, juu ya kila kitu shetani anachojaribu kuleta kwenye maisha yetu, juu ya kupata ushindi kwa kila aina ya jaribu ambalo shetani anajaribu kutujaribu kwalo ili tuweze kuanguka. Tunapoitikia katika shauku hii ya maombi, tutashinda. Ha, shauku nyingi ambazo mwovu amekuwa akizileta katika maisha yetu. Kwa jukumu letu kubwa tunapojifunza katika somo la leo ni kwamba mwitikio wetu upoje katika shauku hii ambayo Roho Mtakatifu anaanza kutukumbusha na kutushawishi na kutukumbusha kwamba kuomba ndio jambo pekee ambalo tunahitaji ili kuweza kupata nguvu itakayotuongoza wakati anasema wa changamoto mbalimbali, kwamba Wakristo wengi wanajua ya kwamba kuomba ni jambo la muhimu sana, na hivyo ndivyo ili Wakristo wengi tunajua ya kwamba kuomba ni jambo la muhimu sana, na hata kila mmoja angepewa nafasi ya kuelezea umuhimu wa maombi angeandika somo refu sana linaloelezea umuhimu wa maombi, na tungesoma mafungu mengi sana yanayoelezea umuhimu wa maombi. Kwa miaka mingi tunaelewa umuhimu wa maombi, lakini tujiulize ya kwamba Wakristo, katika uelewa wetu huo, tumejitoa mara ngapi kwa shauku hiyo ya maombi. Mara nyingi tumefanya juhudi za kuchukua muda katika maombi, lakini zimekuwa juhudi ambazo ni za misimu, ni juhudi ambazo zinatokea tu kwa muda fulani. Baada ya muda fulani juhudi hizo haziendelei, na kwa namna hiyo maombi yetu wakati mwingine yamekuwa tuna, yanachochewa na shida fulani, lakini yanakuwa sio maombi endelevu ya muda mrefu. Tunaweza tukawa tunafuatilia tuna, tuna, tuna maombi au tunaweza tukawa tunaanza kuomba pale ambapo tumepata ugonjwa, pale ambapo tumeuguliwa, pale ambapo tumepata changamoto ya kiuchumi, pale ambapo mipango yetu ya kifedha imekuwa changamoto na tumeingia kwenye deni, pale ambapo tunakosa mahitaji yetu fulani, tunahitaji tukaingia katika kuomba. Lakini uh, shauku yetu kwa kuwa haijajengwa katika mzizi, mtu mmoja jana kwenye grupu aliuliza swali hili, na hii ndiyo ndiyo changamoto kubwa sana tunayokutana nayo, wengi wetu tunaomba kama Yakobo alichosema kwa mara nyingi, tunaomba kwa ajili ya tamaa zetu, hatujaongozwa moja kwa moja kujenga maombi yetu katika msingi wa uhusiano wetu na Mungu. Na maombi yanapokuwa yamejengwa katika mahitaji, katika vitu maombi hayo mara nyingi yanaishia kuwa ya muda mfupi sana kwa sababu mara baada ya kupata vitu hivyo, au mara baada ya kuona kwamba vitu hivyo hatujavipata, kwamba Mungu hajatupatia au tumeomba hatujajibiwa, ya maombi yanakuwa yameishia hapo. Lakini ikiwa maombi yetu yamejengwa katika uhusiano na Mungu, na maombi yetu yamejengwa katika Roho Mtakatifu, hatuwezi, hatuwezi kuwa na maombi yatakayokuwa yanaanza ya msimu ya ya na kuisha kwa sababu maombi yanakuwa ni uhusiano na uhusiano huo hauwezi kuisha kwa kuwa ni uhusiano ambao tumeuchagua na kumfanya Mungu kuwa sehemu ya maisha yetu. Kwa hiyo soko la leo linajaribu kugusa uh, sehemu ya, ya, ya, ya maisha yetu ya kila siku ya moja kwa moja. Kwa nini wakristo wengi tunaomba na tunakuwa na shauku ya kuomba lakini maombi yetu yanakuwa sio ya kudumu? Niliwahi kutolea mfano huu ya kwamba uh, kwa wazi kabisa. Ili, ili, ili mama aweze kujifungua anapokuwa mjamzito, anapokuwa anasikia uchungu na kutaka kujifungua, ni lazima ile hali ya uchungu iwe endelevu, iwe, iwe regular na iwe persistent. Inapokuwa sio endelevu na inapokuwa inakuja, anaposikia uchungu na uchungu unaisha, anasikia uchungu na uchungu unapotea, una mama hawezi kujifungua, lakini uchungu ule unapokuwa unakuja na uchungu unapoongezeka na mama huyu atakuwa na nguvu ya kupush mpaka mtoto anapozaliwa, na hivyo hivyo ndivyo maisha ya Ukristo kwa maombi yanavyotaka. Maisha ya maombi ambayo ni ya kuomba leo na kesho hauombi, ya kuomba leo na baada ya wiki ya uombi tena unaomba, baada ya siku tatu hauombi, unaanza ratiba, baada ya siku mbili unaacha maombi, ya hivyo kamwe hayawezi kupelekea kuwa na kile Yesu alichokisema ya kwamba nyumba yangu itaitwa nyumba ya sala. Yaani mimi na wewe tutaitwa nyumba ya sala. Hatuwezi kuzaa na kuja kuwa nyumba ya sala ikiwa maombi yetu yanakuwa ni yale maombi ya shauku ya msisimko. Na hivyo Roho Mtakatifu sasa anakiondoa hicho kitu kwenye maisha yetu, kwa kuwa yeye anatupatia shauku inayojengwa kwenye uhusiano, na shauku hiyo inakuwa sio shauku iliyojengwa kwenye vitu. Hatuombi kwa ajili ya vitu tunavyohitaji, ila tunaomba kwa kuwa uhusiano wetu na Mungu unapaswa kuwa hai na kwa kuwa Mungu ni sehemu ya maisha yetu, na Kristo tumemruhusu aishi ndani yetu, na hivyo Kristo anatuwekea hiyo shauku ya kuomba, na hivyo tunakwenda kuzungumza na Mungu kwa uhusiano tulionao, na kwa uhusiano wetu na Mungu tunamweleza yale tuliyo nayo, sasa hapo tunaomba changamoto tunazopitia, na wakati huo hata asipojibu zile changamoto kwa namna tunayotaka sisi, uhusiano wetu na yeye hauathiriwi, kwa sababu ukichukulia kwa mfano, ikiwa ni mume na mke katika familia au ni baba na mtoto katika familia, pale mtoto anapokuwa anaomba kitu kwa baba na wakati huo baba akashindwa kumpatia kitu hicho alichokuwa anakiomba, kwa ajili ya uhusiano ulio nao, mtoto yule hawezi kuacha uhusiano wake na baba kwa sababu baba hajampatia kile kitu alichokiomba. Kwa sababu maombi yake hayakujengwa katika vitu, basi uhusiano wake na baba unakuwa wa karibu zaidi, kwa sababu anajua baba atanipatia, huenda tu sasa hana lakini atanipatia, au hiki kitu nilichokiomba sio chema kwangu, na hivyo baba amenielekeza, na hivyo nadhani ana jambo lilo jema zaidi ya hiki nilichokiomba sasa, na hivyo baba anaendeleza uhusiano na mtoto na mtoto anaendeleza uhusiano na baba, lakini ikiwa mtoto atajenga uhusiano wake wa kuomba eh, kitu kwa baba kwa sababu ya vitu, asipopatiwa basi anaweka ile chuki kwamba niliomba baba akunipatia, basi baba hanipendi. Hiyo ndiyo changamoto tuliyo nayo sisi, na hapo anaacha kuendeleza ule ukaribu. Lakini leo tunakumbushwa ya kwamba ikiwa tunataka kuona nguvu za Mungu za uokoaji zikidhihirishwa katika maisha yetu, shetani anapotujaribu kila siku, ni lazima tujenge maombi yetu katika msingi wa Roho Mtakatifu ambao ni msingi wa uhusiano chanya na Mungu wetu. Wakristo, licha ya kwamba tumejua umuhimu wa kuomba, lakini tumefanya juhudi ambazo mara nyingi zimeishia kwa muda mfupi sana. Tatizo letu ni kwamba tumejitosheleza sana na kukidhi mahitaji yetu na kuona kwamba tunaweza kujihudumia katika shughuli zetu na maisha yetu ya kila siku. Tumeshiriki sana katika mipango mingi na programu nyingi za kanisa na hata sasa tumekuwa tukiendelea kushiriki. Lakini juhudi zetu dhaifu haziwezi kudumu na kuleta mabadiliko ya kweli kwa Mkristo katika vita ambayo tunapambana. Vita yetu si dhidi ya mwili bali ni vita dhidi ya falme za giza na nguvu za yule mwovu. Hivyo vita dhidi ya nguvu za mwovu inahitaji kupambanwa katika nguvu ya Roho Mtakatifu na maombi yaliyojengwa katika nguvu ya Mungu na uhusiano wa karibu na hivyo. Yesu alikuwa na uhusiano wa aina hii na tunamuona Yesu akiomba akisema, ya kwamba mimi na Baba tu mmoja. Kila kitu ambacho Yesu alikuwa kikifanya kilitoka katika uongozi wa Mungu. Ukisoma katika Yohana kumi na nne aya ile ya kumi anasema, je, husadiki ya kwamba mimi na baba na baba yangu yu ndani yangu? Maneno haya anayoyasema Yesu yanasema ya, ya kwamba yeye na baba walikuwa kitu kimoja, na baba alikuwa ndani yake na yeye alikuwa ndani ya baba. Kwa hiyo kila alichokuwa anakiomba, anasema baba alimjibu Yesu, na utaona ya kwamba baba alimjibu kwa kuzingatia mapenzi ya Mungu yatimizwe. Na hii ndiyo naona kwamba kuna wakati Yesu aliomba na Mungu alitenda kile alichokiomba. Fikiria Yesu alipoomba wakati Lazaro alipokuwa kaburini, aliomba akisema kwamba Baba, ninajua ya kwamba kuwa unanisikia, na akaomba akiomba kumrejesha Lazaro katika uhai, na Lazaro kafufuka kutoka kaburini. Lakini Yesu huyo huyo alipokuwa katika bustani ya Gethsemane alipoomba, Baba, ikiwezekana kikombe hiki kiniepuke, lakini kikombe kile hakikumwepuka. Baba akamwambia haiwezekani, ni lazima mwanadamu aokolewe. Na hapa tunaona uhusiano wa Yesu na Baba ulivyokuwa. Yesu alipoomba majibu yalikuwa kulingana na mapenzi ya Mungu, na uhusiano wake na Baba haukujengwa katika kile alichokuwa anakitaka kukipata tu, lakini kile ambacho ni mapenzi ya Mungu. Na ndio maana sehemu kubwa, Yesu alisema kuyafanya mapenzi yako ndiyo furaha yangu, na hivyo maombi yetu yanapaswa kujengwa katika shauku ya Roho Mtakatifu, na maombi yanayoletwa katika shauku ya Roho Mtakatifu hayaishii kuwa maombi ya muda mfupi, kwa sababu ni, ni maombi ya uhusiano. Unapoamka asubuhi unahisi ule uhusiano, unapokuwa ukifanya kazi unauhisi na kuutaka ule uhusiano, unapokuwa kazini na unapokuwa nyumbani, unapokuwa usiku, unapokuwa ni mchana, mahali popote unapokuwa, unahisi ile shauku ya, ku, ya ule uhusiano na Mungu, na chochote unachotaka kukifanya unasikia sauti ya Roho Mtakatifu ikikukumbusha uhusiano wako na Mungu na ninaweza kuwa shahidi katika hili ya kwamba katika mahusiano yetu na Mungu na katika maombi haya, siku zote nimekuwa nikiendelea kuona shauku hiyo ya Mungu ikijengwa ndani yangu. Unasikia kabisa sauti ya Mungu ikikuongoza katika mambo mengi ambayo hata ulikuwa huwai hujawahi kuwaza ya kwamba utajaribu kuhisi na kukumbuka uhusiano wako na Mungu katika jambo hilo unalopaswa kulifanya. Unapotaka tu hata kuingia katika mitandao ya kijamii, unapofanya jambo lolote, unasikia shauku ya Mungu ikikumbusha uhusiano wako na Mungu, na uhusiano na Mungu unajengwa na kuimarishwa katika njia ya maombi, na hii ndio maana anasema, ikiwa watu wote wakibatizwa kwa nguvu ya Roho Mtakatifu wakapokea shauku hii ya maombi alafu, wakaitikia shauku hii ya maombi na mahusiano na yetu na Mungu yakawa hai, anasema, na tunaona kabisa ya kwamba katika matokeo ya nguvu ya Mungu ni kwamba watu hawa waliojengwa watapokea nguvu ya ushindi kama aliyopokea Kristo Yesu. Alipobatizwa alienda nyikani kwa siku arobaini na Yesu akapata nguvu ya kumshinda shetani katika zile siku arobaini kwa ubatizo wa Roho Mtakatifu. Na hivyo maombi yalimpatia nguvu Yesu ya kujibu, uh, ya kujibu majaribu ya shetani na akaweza kushinda. Mimi na wewe tunapatiwa nguvu katika kuomba kwa kujibu maombi. Kristo aliweza kushinda kila namna ya jaribu kwa kukaa siku arobaini kule nyikani na mimi na wewe kwa kuchagua kushiriki katika siku hizi ya arobaini za maombi na mwendelezo wa maombi haya inatupatia nafasi na sisi ya kupokea nguvu ya kushinda kila aina ya jaribu ambalo shetani analileta katika maisha yetu. Siku arobaini tulizochagua kushiriki zimeundwa kutufanya kudumisha uhusiano wetu na Mungu na kupata ushindi katika kila njia ambayo shetani anajaribu kuyangusha maisha, maisha yetu. Katika uh, somo la leo, tunapoenda kuomba, Kristo anatukumbusha ya kwamba ushindi katika dhambi na ushindi katika changamoto na majaribu unapatikana tu kwa njia ya maombi. Leo tayari Roho Mtakatifu ametuletea shauku ya kuomba, kinachosubiriwa ni mwitikio wangu na mwitikio wako katika maombi ambayo tunayahisi kwenye mioyo yetu. Shauku hiyo tayari Roho Mtakatifu ameileta kwenye maisha yetu. Mwitikio wangu kwa shauku hiyo upoje? Hilo ndilo swali la msingi la siku ya leo, na tunahitaji kujibu uh, shauku hiyo kwa sauti ya upole inayotoka mioyoni mwetu. Mwitikio wangu katika shauku hiyo ya kuomba ukoje? shauku ya kuomba inayojengwa katika uhusiano na Mungu ni shauku inayoletwa na Roho Mtakatifu, na hiyo ndiyo tunayohisi mioyoni mwetu leo. Mwitikio wetu tunapaswa kutokupuuza shauku hiyo. Na asubuhi ya leo ombi letu limejengwa katika kitabu kile cha Mambo ya Nyakati wa pili saba kumi na nne, ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu watajinyenyekeza kuomba, ikiwa tutajishusha na kuomba na kuutafuta uso wa Bwana na kuziacha njia zetu zote mbaya, anasema nitasikia kutoka mbinguni, nitasamehe dhambi yao na kuiponya nchi yao.